Uh, tarehe 27 ya mwezi huu wa ti mwaka 2025 tutakuwa na tukio la kuwapongeza wanamichezo wetu. Tunampongeza kwanza ndugu seent uh, uh, Alphonse Simbu ambaye ameshinda medali ya dhahabu ya marathon kule Tokyo, Japani. Amepata ushindi ambao umeipatia heshima kubwa nchi yetu. Huu ni ushindi wa kwanza Tanzania imeoupata wa kupata medali ya dhahabu katika marathon ya kimataifa. Huyu ni bingwa wa dunia

kuwapongeza pia eh, Tembo Warriors ambao wamekuwa washindi wa pili wa Sekafa. Kwa hiyo haya yote eh, ni mambo makubwa na muhimu kwa nchi yetu na sisi, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tumeona tutumie fursa hiyo kuwapongeza na kuwatia moyo ili waendelee kufanya vizuri zaidi, lakini pia kuwatia hamasa na wengine wajitokeze kuja kucheza na kuipeperusha vyema bendera ya nchi yetu Tanzania <muchas>